DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Na mtumaini letu umekuwa na mchana mwanana, karibu katika matangazo haya ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Hawa Bihoga. DW Habari za Ulimwengu. Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza, muhtasari wake zaidi ya watu 200 wamefariki katika ajali ya ndege India. Iran yapuuza matakwa ya Marekani kabla ya mazungumzo ya nyuklia. Na maandamano mapya yazuka Kenya kabla ya bajeti kusomwa. Habari kamili. Ahmedabad zaidi ya watu mia mbili wamefariki baada ya ndege ya Air India iliyokuwa ikielekea London ikiwa na abiria mia mbili na arobaini na wawili kuanguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka mji wa Ahmedabad magharibi mwa India. Ndege hiyo ilianguka katika eneo la makaazi, ikigonga bweni la chuo cha matibabu karibu na uwanja wa ndege wakati wa chakula cha mchana. Ilikuwa ikielekea uwanja wa ndege wa Gatwick kusini mwa mji mkuu wa Uingereza, kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa mji GS Malik. Miili mia mbili na nne imepatikana kwenye eneo la ajali huku ripoti zikieleza kuwa hakuna manusura waliopatikana. Gazeti la India Express limeripoti kuwa abiria wote mia mbili na arobaini na, na wawili waliokuwemo wamefariki likinukuu taarifa za polisi. Hata hivyo, Malik amesema kuwa miili hiyo iliyopatikana inaweza kuwa ya abiria pamoja na watu waliowawa ardhini. Teheran. Iran imetangaza mipango ya kuongeza kwa kiwango kikubwa uzalishaji wa madini ya urani ikikaidi matakwa ya Marekani kabla ya mazungumzo ya nuklia yanayotarajiwa kufanyika mjini Oman. Hatua hii inajiri baada ya azimio la Umoja wa Mataifa kuishutumu Tehran kwa kutofuata masharti ya mpango wa nuklia huku Israeli ikisema dunia inapaswa kuchukua hatua kali dhidi ya Iran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatullah Ali Khamenei amesisitiza msimamo wa Tehran akihoji kwamba Marekani haina mamlaka juu ya mpango wake wa nyuklia. Iran imesema itabadilisha mashine zake za zamani za kurutubisha madini ya urani na kutumia mashine za kisasa ili kuongeza uzalishaji wake. Shirika la kimataifa la kudhibiti nishati ya atomiki IAEA limelaani hatua ya Iran ambayo huenda ikasababisha vikwazo vipya chini ya makubaliano ya mwaka elfu mbili na kumi na tano. Nairobi. Maandamano mapya yameibuka jijini Nairobi nchini Kenya, huku magari yakichoma moto na polisi, hali iliyotishia kukatiza juhudi za serikali kupitisha bajeti ya kila mwaka bila kuzua machafuko. Serikali ya Kenya ilikuwa imeandaa kwa umakini muswada wake mpya wa fedha kwa lengo la kuepusha maandamano makubwa dhidi ya ongezeko la kodi yaliyotikisa Kenya mwaka mmoja uliopita. Lakini mauaji ya mwalimu mwenye umri wa miaka thelathini na moja Albert Ojwang mikononi mwa polisi mwishoni mwa wiki iliyopita yameamsha upya hasira kuhusu ukatili wa polisi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Polisi wametumia mabomu ya machozi kuwatawanya mamia ya waandamanaji katika mji mkuu huku angalau magari mawili yakichomwa moto siku moja baada ya rais William Ruto kusema kuwa Ojwang alikufa mikononi mwa polisi kinyume na kauli za awali za serikali kuhusu kifo chake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Dakar. Ripoti ya uchunguzi ya muungano wa waandishi wa habari wakiongozwa na chombo cha uchunguzi cha Forbidden Stories imedokeza kwamba kwa zaidi ya miaka mitatu nchini Mali, mamluki wa kundi la jeshi la Urusi Wagner wameshutumiwa kwa kuwateka, kuwakamata na kuwatesa mamia ya raia, ikiwemo katika kambi za zamani za Umoja wa Mataifa na zile zinazotumiwa na jeshi la Mali. Mashuhuda waliohojiwa katika kambi ya wakimbizi nchini Mauritania wameelezea mbinu mbalimbali zinazotumika kuwatesa raia kama vile kusukumiwa maji kooni, kupigwa kwa nyaya za umeme na kuchomwa na sigara. Uchunguzi huo umebaini kuwa mbinu za mateso zinazotumika nchini Mali ni sawa na zile zinazotumiwa nchini Ukraine na Urusi. Kwa zaidi ya miaka mitatu, Mali ilitegemea mamluki wa Wagner kupambana na magaidi, lakini mbinu za kundi hilo zimekuwa zikikashifiwa na mashirika ya haki za binadamu. Na hatimaye kandanda, Manchester United imethibitisha kumsajili kiungo mshambuliaji Matheus Cunha kutoka Wolves kwa mkataba wa miaka mitano wenye chaguo la kuongezwa mwaka mmoja zaidi. Cunha mchezaji wa kimataifa wa Brazil, alielezea furaha yake, akisema hatimaye ndoto yake ya kuichezea United imetimia. Usajili huu ni wa kwanza wa Ruben Amorim kwenye dirisha la usajili la majira ya joto, wakati akijaribu kukijenga upya kikosi chake. Nchini Hispania, beki wa zamani wa Trent Alexander Arnold alitaja uhamisho wake kuelekea Real Madrid kama ndoto iliyotimia. Na huwa msikilizaji, ndiyo mwisho wa taarifa ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Nam, asante Saumu Njama, kwa habari za ulimwengu. Karibu sasa katika safu yetu ya uchambuzi jioni ya leo, ambapo tutaangalia ma, mataifa ya Afrika Mashariki ambapo yamewasilisha bajeti kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ambapo Kenya kiasi cha shilingi trilioni 4.26 kilicho kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 3.87 kwa mwaka uliopita huku Tanzania ikitarajiwa kukusanya na kutumia kiasi kiasi cha shilingi trilioni 56.49 kwa mwaka wa fedha ujao, lakini Uganda nako kunani? Usiondoke, salia hapo. Katika mzozo wa Mashariki ya Kati, jeshi la Israeli limetoa tangazo linalowataka wakazi kuondoka katika baadhi ya maeneo ya Gaza, na Irani yasisitiza haitaweka kando kabisa haki yake ya kuendeleza mpango wake wa nyuklia. Tuna mengi jioni ya leo, salia nasi. Nam, kama ndio kwanza unajiunga nasi, tunapatikana pia kupitia chaneli yetu ya YouTube, tafuta DW Kiswahili, lakini pia hivyo hivyo katika ukurasa wetu wa Facebook ni DW Kiswahili. Tuanzie safu yetu ya uchambuzi katika mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo jeshi la Israeli limetoa tangazo jingine linalowataka wakazi kuondoka katika baadhi ya maeneo ya mji wa Gaza wakati likiendeleza kampeni yake katika eneo hilo la Wapalestina lililokumbwa na vita. Taarifa zaidi na Sylvia Mwehozi. Katika tangazo lake jeshi la Israeli limewataka wakazi kuondoka katika baadhi ya maeneo ya Gaza likisema kuwa linafanya kazi ya kuangamiza magaidi na kuharibu miundombinu yake, huku likiwaelekeza watu kuhamia katika makazi yanayofahamika katika ukanda huo kwa usalama wao. Wakati tangazo hilo likitolewa, shirika la habari la Palestina Wafa limeripoti kuwa vikosi vya Israeli vimefyatua risasi na kuwaua watu wasiopungua 13 na takriban 200 kujeruhiwa kwenye kituo cha kugawa chakula katika ujia wa Netzarim katikati mwa Gaza. Vyanzo kutoka wizara ya afya ya Gaza yanayoongozwa na Hamas vimethibitisha tukio hilo, vikitaja idadi ya waliouawa kuwa ni kumi na karibu 120 wamejeruhiwa. Katika taarifa nyingine, shirika la Wafa limeripoti vifo vya watu watano waliouawa na vikosi vya Israel katika eneo la Sudania kaskazini magharibi mwa Gaza walipokuwa wakisubiri karibu na kituo cha kusambaza chakula. Kwingineko, jumla ya wanaharakati wa nane wanaounga mkono Palestina akiwemo mbunge wa Ufaransa katika bunge la Ulaya wanatarajiwa kutimuliwa kutoka Israel ikiwa ni siku tatu baada ya jeshi la wanamaji la Israel kuwazuia kusafiri kuelekea Gaza. Wanaharakati wengine wanne kati ya kumi na wawili waliokuwemo katika boti ya misaada, ikiwa ni pamoja na mwanaharakati wa Sweden Greta Thunberg, walikubali kuondoka Israel kwa hiari siku ya Jumanne, saa kadhaa baada ya boti yao kufikishwa mwambao. Wanaharakati wanane waliokuwa wamesalia walikataa kuondoka, wakiishtumu Israel kuchukua hatua zisizo halali, na wamekuwa wakizuiliwa wakati mahakama ikipitia shauri hilo kisheria. Hata hivyo shirika la haki za binadamu la Israeli la Adala ambalo limetoa msaada wa kisheria limesema kundi hilo limeshindwa kuzuia wanaharakati hao kurejeshwa kwao. Taarifa nyingine inayohusiana na hilo ni kwamba mamlaka za Misri zimewakamata zaidi ya wanaharakati mia mbili wanaoiunga mkono Palestina mjini Cairo kabla ya maandamano ya kimataifa kwa lengo la kuvunja mzingiro wa Israel dhidi ya Gaza. Ikiwa ni sehemu ya maandamano ya kimataifa kuelekea Gaza, maelfu ya wanaharakati walipanga kusafiri hadi kwenye kivuko cha mpakani cha Misri cha Rafa kinachoingia ardhi ya Palestina siku ya Ijumaa ili kushinikiza kuruhusiwa kwa misaada ya kibinadamu bado tunasalia katika eneo hilo la mashariki ya kati. Irani imesisitiza kuwa haitaweka kando haki yake ya kuendeleza mpango wake wa nyuklia, wakati mivutano ikizidi kupamba moto baada ya shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA kushutumu Teherani kwa kushindwa kutimiza wajibu wake wa kinyuklia. Hii ni mara ya kwanza ndani ya miaka ishirini kwa shirika hilo kuchukua hatua kama hiyo ambayo inayoweza kufungua mlango wa kurejeshwa kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran. Lakini wakati hali ya taharuki kitanda, Rais Masudi Pezeshkian amesema Irani haitalegezwa kwa vitisho vya kimataifa. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Teherani imetangaza mpango wa kujenga kituo kipya cha kurutubisha madini ya urani kwenye eneo la usalama wa hali ya juu kama jibu la azimio lililopitishwa na bodi ya IAEA mjini Vienna linalosema Iran haijatekeleza kikamilifu wajibu wake chini ya mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Balozi wa Iran katika shirika la IAEA, Reza Najafi, alipinga uamuzi huu ambao alisema ulilazimishwa na Marekani na washirika wake watatu wa Ulaya. Today we witness that the Board of Governor... leo tunashuhudia kwamba bodi ya magavana wa IAEA imegawanyika kabisa, na azimio lililowasilishwa na mataifa ya E3 na Marekani kwa misingi ya kisiasa limepitishwa kwa kura chache sana. Hii ni kwa mara ya pili kwa bodi ya magavana kutuunga mkono kikamilifu azimio kama hilo. Katika kura hiyo, mataifa 19 yaliunga mkono azimio hilo, huku Urusi, China na Burkina Faso zikilipinga na mataifa 11 yakijizuia kupiga kura. IAEA imesema kwa miaka kadhaa sasa Iran haijafichua kikamilifu shughuli zake za awali za nyuklia huku uchunguzi wake ukibaini chembechembe -chembe za urani katika maeneo ambayo hayakutangazwa kuwa vituo vya nyuklia. Licha ya madai ya Tehran kuwa mpango wake ni wa amani, Iran inaendelea kurutubisha urani kwa viwango vinavyokaribia kiwango cha kutengeneza silaha, hali inayoyatia wasiwasi mataifa ya magharibi pamoja na Israeli. Msemaji wa shirika la atomic la Iran Behruz Kamalvandi amesema kituo hicho cha tatu cha urutubishaji wa urani tayari kimejengwa na kiko kwenye eneo lisiloweza kushambuliwa. Wakati huo huo, Marekani imeanza kuwaondoa wafanyakazi wake wasio lazima nchini Iraq, huku ubalozi wake nchini Israeli ukiwaagiza wafanyakazi wake wabaki maeneo salama ya Tel Aviv, ukihofia uwezekano wa mashambulizi ya Israeli dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Mazungumzo kati ya Washington na Tehran kuhusu kurejesha mkataba mpya wa nyuklia yamepangwa kuendelea Jumapili nchini Oman, lakini Rais Donald Trump amesema wiki hii kuwa hana tena matumaini makubwa kuhusu mafanikio ya mazungumzo hayo. Katika hotuba kwa taifa, rais wa Iran Masudi Pezeshkian alisisitiza msimamo wa nchi yake: tuwe na imani na tumtegemee Mungu, tuna uwezo wa kushinda matatizo yote. Hatujajitolea kwa Marekani na washirika wake. Hii haimaanishi kwamba tunataka kupigana na dunia, tunataka kuzungumza na dunia, lakini hatutakubali kunyanyaswa, kudhulumiwa wala kutishwa. Katika hatua ya kupunguza joto la kidiplomasia, mataifa ya Ulaya yamesema bado kuna nafasi kwa Iran kushirikiana na IAEA, lakini iwapo Teheran haitatoa majibu yanayokubalika swala so hilo linaweza kurejeshwa kwenye baraza la usalama la umoja wa Mataifa mnamo majira ya kiangazi mwaka huu. DW tunavuma kwa kishindo. Ikiwa ni saa kumi na mbili na dakika kumi na tatu. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili DW kikutangazia moja kwa moja kutoka mjini Bonn, lakini pia tunasikika kupitia redio wa shirika. Katika uchambuzi wetu jioni ya leo, tuna tuama hapo Afrika Mashariki ambapo kasi ya ukuaji wa uchumi wa Kenya imepungua kwa asilimia 4.7. Bajeti ya mwaka 2025 2026 imekadiria kuwa shilingi trilioni 4.26, kiwango kilichoongezeka kutokea shilingi trilioni 3.87 mwaka uliopita wa fedha. Sekta ya elimu imetengewa hela nyingi zaidi kwenye bajeti hii mpya, nayo kaunti ya Nairobi itavuna shilingi bilioni 21.1 kwenye mgao wa kufanikisha mfumo wa ugatuzi. Mwandishi wetu kutoka Nairobi, Thelma Mwadzaya, ametutumia taarifa ifuatayo. Akiwa waziri wa kwanza wa fedha kutokea kambi ya upinzani John Mbadi alifungua ukurasa mpya wa usimamizi wa hela za umma katika bajeti mpya ya mwaka 2025/26. Bajeti ya mwaka huu imeitaka kila wizara, idara na mamlaka kuwasilisha maombi ya pesa na kusadikisha matumizi yake. Kwanza, waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi alibainisha kuwa mageuzi hayo ni msingi thabiti kwa viongozi watakaomrithi. Mswada wa fedha wa 2025 haujapendekeza kodi mpya wala kuongeza kodi. Kutokana na mapendekezo ya mageuzi, tunatazamia kuliongeza pato letu kwa shilingi bilioni 30. Pato la serikali linakadiriwa kuwa shilingi trilioni 3.39 na lile la kawaida kufikia shilingi trilioni 2.84 kwa sababu ya mageuzi ya kodi yanayoendelea kutekelezwa. Serikali inapanga pia kutumia shilingi trilioni 3.1 kugharamia mahitaji ya kila siku, shilingi bilioni 725.1 kufadhili miradi ya maendeleo na kuzitengea serikali za kaunti shilingi bilioni 405.1, kiwango ambacho kimeongezeka kwa shilingi bilioni 17.6. Kaunti ya Nairobi ndiyo itakayopokea mgao mkubwa zaidi wa shilingi bilioni 21.1. Sekta ya elimu itavuna pakubwa kwa kutengewa shilingi bilioni bilioni mia saba na moja, ijapokuwa bado kiasi hicho hakitakidhi mahitaji yote. Sekta ya kilimo iliyo mchangiaji mkubwa wa pato la taifa imepunguziwa mgao wake kwa shilingi bilioni saba. Kiwango hicho hakijatimiza vigezo vya makubaliano ya Malabo na Kampala ambayo ni asilimia kumi ya bajeti ya taifa. Katika hatua iliyotazamiwa kama kukaidi utaratibu wa gharama za juu, waziri wa fedha John Mbadi aliwasili kwenye majengo ya bunge kwa miguu, kinyume na watangulizi wake ambao wamekuwa wakiingia kwa gari aina ya Pasat la kampuni ya Ujerumani ya Volkswagen. Volkswagen ni gari iliyo na sifa ya kuwa na ufanisi wa petroli na kulinda mazingira. Kabla ya bajeti mpya kusomwa, waandamanaji walikusanyika katikati ya jiji kudai haki, kufuatia mauaji ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojuang. wanaharakati hawa walibeba mabango na kupiga mayowe wakisema bila haki hakuna bajeti. Itakumbuka kuwa mwaka uliopita vijana waliandamana kupinga gharama za maisha wakati wa kusoma bajeti ya mwaka elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi. Asante Thelma, na sasa tuingie nchini Tanzania. Hatimaye waziri wa fedha wa nchi hiyo Mwigulu Nchemba amewasilisha bajeti kuu ya serikali ya nchi hiyo bungeni kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Jumla ya shilingi trilioni 56.49 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika katika mwaka wa fedha 2025/2026. Deukaji Makomba ana taarifa zaidi akiwa Dodoma. Akisoma bajeti hiyo mbele ya wabunge jijini Dodoma, Waziri wa fedha nchini Tanzania Mwiguru Nchemba amesema kuwa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2025 2026 imeandaliwa kwa kuzingatia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025, mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020, dira ya maendeleo ya jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2050, ajenda ya maendeleo ya Afrika ya mwaka 2063, malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, pamoja na nyaraka, miongozo na makubaliano mengine ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Kulingana na Waziri Mwigulu, sura ya bajeti hiyo inaonyesha kuwa jumla ya shilingi tirioni 56.49 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika katika mwaka wa 2025 2026. Bajeti hii inatarajiwa kugaramiwa na mapato ya ndani ya shilingi tirioni 40.47, misaada ya shilingi tirioni 1.07 na mikopo ya shilingi tirioni nane. Kati ya mapato ya ndani yanayotarajiwa mapato ya kodi ni shilingi trilioni 32.31, mapato ya yasiyo ya kodi shilingi trilioni 6.48, na mapato ya mamlaka za serikali za mitaa shilingi trilioni 1.68. Aidha, mikopo inajumuisha shilingi trilioni 6.27 kutoka vyanzo vya ndani na shilingi trilioni 8.68 kutoka vyanzo vya nje, na kuongeza kuwa maeneo ya na kukamilisha utekelezaji wa miradi, programu za maendeleo na afua zinazochangia maeneo makuu ya vipaumbele vya mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano ambavyo ni kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uzalishaji wa bidhaa viwandani na utoaji huduma, kukuza uwekezaji na biashara, kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu ili kuhakikisha kuwa ufikiwaji wa malengo ya dira 2025. Kusomwa kwa bajeti kuu ya serikali kumewaibua wachambuzi masuala ya uchumi nchini Tanzania. Daktari Donald Kasongi ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa, anasema. Uh, vitu ambavyo ni nafikiri, vime vimekidogo vinafurahisha ni kwamba kupunguza utegemezi wa misaada ambao imekuwa sasa ni uh, trilioni moja tu, nafikiri, na kuna kanuni ya tahadhari hapa katika utegemezi wa misaada swala so, la sera za biashara, nafikiri tunahitaji kujiangalia sana. Tumeona Trump effect kwa kuwekewa vizi tarifu. Deo Kajimakomba DW Duduma, asante. Huku waziri wa fedha wa Uganda akisoma bajeti ya mwaka ujao wa fedha ambayo ameelezea kulenga kubuni fursa za kazi na ujasiriamali kwa vijana. Watu mbalimbali mbali wanamtazamo kuwa ahadi hizo zimekuwa za mara kwa mara bila kuwa na tija kwa kiasi kikubwa. Ya bajeti hiyo ya shilingi trilioni 72.3 za Uganda, kinatarajiwa kutokana na ushuru kodi mbalimbali mbali, ambao zimepandishwa na ruzuku kutokana na kuleta mashaka miongoni mwa jumuiya ya wafanyabiashara na waajiri. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Lubega Emmanuel ana mengi zaidi. Makadirio ya matumizi ya mwaka ujao wa kifedha nchini Uganda yameangazia masuala mbalimbali, ikiwemo kufadhili uchaguzi mkuu, kusajili upya raia wote kwa kuwapa vitambulisho vya kitaifa na pia kuwekeza katika miundombinu ya nishati, uchukuzi na tehama miongoni mwa sekta ambazo serikali inatarajia kukusanya mapato mengi ni madini na mafuta, hata kabla ya shughuli husika kuanza. Fedha hizo zitatokana na ushuru na leseni mpya kwa makampuni ya uvumbuzi. Ingawa serikali inasisitiza kuwa mikakati yake inatoa fursa kwa vijana kushiriki katika uchumi, vijana katika maeneo ya uchimbaji mafuta wanalalamikia kutopewa nafasi, wakitaka kuwepo ulinzi wa kazi na huduma wanazoweza kufanya kama vile udereva na ufundi msingi. John Kibego ni mwanahabari katika eneo la Hoima, magharibi mwa Uganda. Viongozi wa mitaani na wanaharakati wamekuwa wakisema kwamba kuna uhitaji wa serikali kuingilia kati zaidi na kufuatilia wakandarasi wanaofanya katika sekta ya mafuta kuhakikisha kwamba fursa zaidi zinatolewa kwa jamii zinazohifadhi nani miradi hiyo ya mafuta, the host communities. Kero nyingine miongoni mwa raia ni mwendelezo wa serikali kuchukua mikopo kutoka ndani na nje ya nchi, jambo linaloongeza mzigo wa madeni na riba kwa umma. Hii inamaanisha kuwa sehemu kubwa ya fedha zinazokusanywa hutumika kulipia madeni hayo. Hali nafuu ambayo imepokelewa kwa furaha na wanaoanzisha biashara ni hatua ya serikali kuwaondolea wajasiriamali ushuru kwa kipindi cha miaka mitatu ili kuruhusu biashara zao kustawi. Waziri amesema serikali imetoa likizo ya kodi kwa biashara zinazoanza za wenyeji kwa hadi miaka mitatu, hasa kwa wale walio na matatizo ya mtaji. Kwa upande wake, rais Museveni amekosoa wanaotumia nafasi zao za kisiasa kujinufaisha akiutaja kuwa ufisadi. And political corruption through the use of money. Kutumia pesa za siasa ili kuwashawishi wananchi bila kuzingatia sera ni makosa. Not based on principles or policies. Kama ilivyo ada, utekelezaji wa bajeti hiyo utaanza tarehe mosi mwezi Julai, na ndipo sheria mpya za tozo za kodi zitaanza kuangaziwa. Lebege Manuel, DW Kampala. Ni wakati wa yanayovuma katika mitandao ya kijamii na tayari Tatu Karema amejaa tele hapa. Mm-hmm. Tunaanzia wapi? Asante sana Hawa. Tunaanzia jijini Nairobi na jiji hilo limewaka moto. Hawa, nikisema hivyo ni kwamba maandamano nilikudokezea mchana ni kwamba hmm. Kulikuwa na wito watu kujitokeza uh, kudai haki ya Albert Ojwanga aliyekufa akiwa kizuizini. Sasa maandamano haya yanafanyika na hasara kubwa inaripotiwa, magari yameteketezwa Maduka kuporwa hii ikitajwa kuwa njia ya kuelezea hasira zao, kufuatia mauaji hayo ya Ujwang. Sasa kuna picha na video ambazo pia zimechapishwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuonyesha hali ilivyo katika eneo hilo na kwa kweli inaonekana sio shwari kabisa. Sasa wengi wamezungumzia tukio hili, anasema siku nyingine ya kujikumbusha bidhaa za kubeba hadi kituo cha kupigia kura wakati ujao. Akitaja kitambulisho, kadi ya mpiga kura, ubongo unaofanya kazi ikiwa ni ya pili akiwa ubongo wa kufanya kazi, akiwa anamaanisha sasa, anasema, kipengee nambari mbili, kama hakipo katika mpangilio, tafadhali baki nyumbani kama huna ubongo wa kufanya kazi, yaani kufikiria na kufanya maamuzi bora yeah. Sasa <laughs> Rugendo Flumina anasema hii ndio maana nguvu ya kupitiliza hutumiwa dhidi ya jenzi. Mbona kuchoma magari ya watu wasiokuwa na hatia? kwa hivyo hapa namaanisha kwamba hasira imetolewa, haikuelekezwa mali inastahili kuelekezwa, bali watu ambao wasiokuwa na si uh, hatia ndo wanaumia. Eli Ambo anasema hii ndo lugha pekee wanaelewa wa Kenya. Aha, haya, mbali na hayo tu kukumbushia tu ni kwamba bajeti zinasomwa leo, nimesikia katika ripoti hapo uh, Kenya, Rwanda, Uganda na Tanzania na wakati wa matangazo yetu ya mchana tulipata maoni ya wengi ambayo taswira ambayo ilionekana ni kwamba wengi wamekata tamaa na hawana matumaini na bajeti zinazosomwa na bado. Basi, maoni yanazidi kumiminika. Simpo Silva anasema, na watu wengi tunachukulia vikao vya bunge kama mambo ya wabunge wenyewe, wakae wasikae, we hujali, kumbe ungejua maisha wanaopitia wakati huo na ujao, ukitoa mipango ya Mungu na kuweka kando, wana wana mustakabali mkubwa sana maana wao ndio wanapanga bajeti na sheria unazotakiwa uzifuate wewe. Kwa hivyo kwa anasema bajeti ni muhimu sana. DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo anasema bajeti iliyoisha imefanya maendeleo gani? Kila siku ni kukopa na kusaini mikataba kupokea msaada, inakuwaje? Unasaini mikataba kwa fedha kusaidiwa, na nevaneva yanasema, hata ukifuatilia kazi bure tu. Uongo mtupu, tutawafanya nini? wanatudanganya na bajeti za kwenye makaratasi. Matrilioni yanapigwa safi tu, hakuna umuhimu hata wa kusikiliza. Wao ndo, wao wao ndio wanajua watu buruzaje. Lakini ni vizuri ukatekeleza wajibu wako kwamba sikiliza na utoe maoni yako. Kwa sasa hivi hali imekuwa ni tofauti kidogo, unaweza ukaenda kama ni kwenye e, chaneli ya bunge pale ukaandika maoni yako, ukaelezea kwamba unapendekeza nini. Bila shaka wanasoma, kwa maoni yao ni kwamba utafanya lakini katika kutekeleza yani, mengi anaosemwa ni ya maneno tu, lakini utekelezaji hapa. Lakini ni muhimu kila mtu akatekeleza jukumu lake. <laughs> <Heli. laughs> <Sijafinga laughs> na katika habari ya kuvunja moyo ni kwamba kuna ndege ya abiria Air India hawa iliyokuwa inatokea nchini India kwenda London nchini Uingereza, ambayo imeanguka na kuwaka moto leo katika eneo la Ahmedabad, nchini India, muda mfupi tu baada ya kupaikiwa na abiria 142. Lakini kufikia sasa hakuna ripoti kamili kuhusu hasara ambayo imepatikana na bado sababu ya ndege hiyo kupoteza mawasiliano na kuanguka haijawekwa wazi. Hey, tunatoa pole kwao. La mwisho, tufanyaje? Tumkumbushe tu lazima juwe, watembelee katika no. mitandao yetu <laughs> Uh, tiktok kuhu, facebook Aha. instagram kwa anwani ya DW Kiswahili, bila kusahau katika tovuti yetu huko, anwani ya DW Kiswahili sadaka kabisa. <laughs> Unajua tatu eh, Selina huwa ni mchokozi sana, anajua kibao hiki mimi. <laughs> <laughs> nilitaka kusema nashangaa leo hujaamka kwa <laughs> nini? anamtafutia nini huyo jamani? <laughs> anatafutia kesi eh zisizo na msingi, wakati weekend ni kesho sasa <laughs> <So, so. laughs> Naam, katika ukurasa wetu wa Facebook namuona Obedi Swebe anasema mimi mnitoe kwenye hiyo orodha ya wananchi wenye matarajio makubwa. usikubali kuwa mnyonge kamwe, anasema nani kakuambia wananchi wana matarajio makubwa? Marco Luchenja anasema tuna viongozi wa kukaa ofisini, sio viongozi wa kutuongoza kutatua changamoto za maisha. Alois Silvesti Samba Wasekea Arusha anasema chonde chonde, Umoja wa Mataifa chukweni hatua za mapema za kukomesha machafuko yoyote yanayoendelea kote duniani kwa sasa, maana raia wasio na hatia wanapoteza maisha. Hamza Ayub kutoka Kinondoni anasema namwomba Mwenyezi Mungu awajalii wa Gaza, msaada uwafikie kwa wepesi na pia haraka. Kutoka Mwanza namwona Lukas Zabroni anasema umoja wa Mataifa, nyinyi ndio walezi wa mataifa yote duniani, hakikisheni amani ya kudumu inapatikana katika ukanda wa Gaza. Nam tatu kwa nukta hiyo, hatuna la ziada tuondoke, manake tayari muda umetupa kisogosi kabisa. Nahisi kama naanza wikendi baa. Asante <laughs> sana sana, mfuatiliaji wetu ni nikuambie, hapo ndio tamati ya matangazo yetu saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ni ungwe nyingine ya matangazo, asante. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badri 8, Utelsat 8 WB, Hotbird 13g na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa kwaherini.